Akizungumza mkoani hapa wakati wa uzinduzi wa mfumo wa ushughulikiaji malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki, katibu mtendaji wa PPAA, James Sando, amesema baadhi ya tuzo zimesitishwa kutokana na ukosefu wa sifa miongoni mwa baadhi ya wazabuni, huku akieleza changamoto wanazokutana nazo. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita, PPAA au mamlaka ya rufani imeweza kushughulikia mashauri 185 yaliyotokana na michakato mbalimbali mbali ya ununuzi wa umma. PPAA ilizuia utoaji wa tuzo kwa wazabuni 36, kwa sababu wazabuni baadhi yao walikuwa hawana uwezo wa kifedha, wengine walikosa sifa za kitaalamu za kutekeleza zabuni husika. Hatua hii iliepusha serikali kuingia katika mikataba ambayo ingepelekea kuwa na utekelezaji wa miradi usioridhisha na hivyo kusababisha upotevu wa fedha za umma na kuchelewesha maendeleo stahiki kwa wananchi. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa, wa mafunzo hayo wameeleza manufaa ya mfumo huo na fursa zinazotolewa na PPAA, huku baadhi ya wazabuni wakizungumzia sheria zinazowalinda na changamoto wanazopitia. Mfumo rahisi unaofanya mambo hayo yaende kitaalamu kabisa, lakini pia unapunguza gharama, kwa sababu ili mtu utoke hapa na mafaili au makabrasha kwenda kwenye ukata rufaa sasa imepunguza gharama hizo na upotevu wa muda. Mtu atatumia akiwa nyumbani, kwa kututumia gharama zozote, akiwa ofisini, bila shaka ataweza kufanya, kufanya ukataji wa rufaa kupitia watu wa PPAA. Nanyewe watapata nini? Watapata taarifa hizo na watafanyia kazi. Jua PPAA utatupa fursa nyingi sisi wa zabuni. Kwanza tutakuwa na uwezo wa kujua ni matatizo yapi inabidi tuyapeleke huko na ni sheria zipi zinatulinda sisi tunavyokuwa tunafanya hizi processes za usambazaji wa huduma na bidhaa. Mimi naona ni fursa nzuri, italeta usawa kwa wote, mnunuzi na mimi msambazaji. Pia italeta maelewano ambayo ni mazuri baina yetu, mimi mnunuzi na msambazaji. kwenye ufunguzi kwamba hii inakwenda kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko, sasa kwa sababu Mafunzo yanaendelea, nadhani itakuwa na tija tu, kwa sababu kuna wakati malalamiko yanayohusu zabuni ilikuwa inachukua siku zaidi ya 45, siku 60, kwa sisi kwa mujibu wa, mimi naona kwamba hii inaweza ikawa na tija. Nikiripoti kutoka hapa, mm, mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.